Bwana uh. <laughs> E, inakuwaje wanangu? Leo bwana niko nimekaa nikamkumbuka marehemu mzee wangu ikini. <laughs> E, kitu ambacho kwa kweli kili kiikumbukaga kilitokea by accident, alikuwa na hasira sana lakini waganikikaa mpaka kesho kutwa nacheka sana wadada. Yaani sijampoteza tu baba, I lost a I lost a best friend siku hii bwana, <coughs> nilikuwa najiandaa kwa ajili ya kwenda shule. By that time niko secondary, kama si form, Kumi na moja, kumi na mbili. Umo nilikuwa na tabia kabla sijaenda shule, lazima asubuhi nichukue chai ninywe na mkate nini, ndo naelekea secondary. Sasa bwana, kipindi ambacho nipo dining ndo nakula Ikapigwa odi fulani hivi ya kishali sana ngong, mm. Unani uh, sijaitikia ile karibu, imepigwa tena bum, bum, bum. Ah, ikabidi mzee na ah endelea kunywa chai, ngoja nikamsikiliza kweli. Mshua katoka nini, kafungua mlango, anafungua mlango tu anapokewa na shiti. Oh, mwanao, analibia binti yangu na anakwambia na nabii yake, siku sio siku nitamfunga nisimkute na binti yangu. Mwanangu namtuma saa 12 jioni, anarudia kwangu saa 2:30 usiku na nimeambiwa anasoma gada kijana huko vichochoroni. Eh, hey mpaka hapo mama nishamjua na mwanaye kweli namjua, akasema eh, leo kimewaka. Basi nikapoa hapo, nilizojua bado bado baru niko dogo janja ni na andafia si itakuwaje? Basi mshua kamebaya, basi sawa, nimekusikia nitaongea na kijana wangu, lakini sio vizuri kupiga makofi, kuendelea kupiga makelele saa hivi asubuhi, utajazia watu hapa, haituleta picha nzuri, kwa sababu wote ni watoto kwangu, bado mtoto na wako pia mtoto, kwa sababu wao ni mtoto wa kiume, wako wa kike, ungependa ungefurahia? Na kuuliza, ungefurahia? Mshua kamebaya, sawa, nimekuelewa. Mzee akafunga mlango. Karudi akanipita pale ndani kama hajaniona. Kaendelea na misha zake na alikuwa anajiandaa aende kazini of course. Basi. Ndambo nimesimama sasa unajua kizamani zamani lazima ila shule unapewa asubuhi. <laughs> Kwenda bidii nifuate oh, huyo huyo mchu alimwombetela ila nini? Ya nauli ya shule. Kweli ngamfuata akanipa nauli. Nga nauli. Kipinaondoka kanita. Hmm. Hivi yule mama unamjua? Nikaona hapa si mjui. <coughs> Nika bimkubwa, na nikaona hapa hey, ni kimkatabi mkubwa kwamba simjui jao, nikabidi nikubali bwana, kweli mkubwa namjua na huyo binti anayemzungumzia hapo namfahamu. Kaambia eh, namfahamu pia. Huyo binti ni mwanamke wako ah? Asa mwanangu unamjibuje? Mshua eti eh, hey, PC yangu ile i, nikakataa bwana. Kaambia amna. um... Basi wewe zaidi bwana. Mshua kanipiga begani kama hivi sasa huyo binti umechapa? Nikaambia amna. Anaambia ah, kama hujachapa chapa na kama umechapa chapa tena, afu wachana naye huyo mama atakuja atatusumbua, sawa? Nikaona yes, that's my daddy <laughs> kuna ile confidence fulani ilikuja yaani kwamba okay kama sija chapa, ni chapa. na kama nimechapa